Tumsifuni Yesu Kristo lele. Amina. Yeah. Uh, karibuni katika parokia Don Bosco Kinondo, mtakatifu Alberto Mkuu ambapo leo tuna kipindi cha tafakari tafakari neno la Mungu katika kipindi cha Kwaresima ambapo tuta tafakari juu ya hadithi ama mfano wa mwana mpotevu na baba msamehevu. Kwa majina naitwa Padre Joachim Mikaeli Sivali, paroko msaidizi Tumejumuika na wanaparokia wakiwemo vijana na walezi wao katika tafakari hii kwa siku ya leo. Kabla tujaendelea sana, tungependa tuimbe wimbo wa Roho Mtakatifu, tujue katika uwepo wake Mungu ambaye anatuwezesha tafakari haya mazuri yaingie katika moyo wetu yatufae katika maisha yetu Misho.

Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka. Sura ya 15 aya ya kwanza hadi ya tatu na ya 11 hadi ya 32. Watoza ushuru wote na wenye dhambi walikuwa wakimkaribia wamsikilize. Mafarisayo na waandishi wakanung'unika wakisema, Mtu huyu huwakaribisha wenye dhambi, tena hula nao. Akawaambia mfano huu akisema, Mtu mmoja alikuwa na wana wawili yule mdogo akamwambia babaye, Baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile yeye naye akaanza kuhitaji. Akasema, akashikamana na wenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani mwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali babaye akamwona, akamwonea huruma, akaenda mbio akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba akamwambia watumwa wake, lileteni upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Mleteni ndama yule aliyenona mkamchinje, nasi tule na kufurahi, kwa kuwa huyu mwana wangu alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Basi yule mwanawe mkubwa alikuwako shamba, na alipokuwa akija na kuikaribia nyumba, Alisikia sauti ya nyimbo na machezo akaita mtumishi mmoja, akamuuliza mambo haya maana yake nini? Akamwambia, ndugu yako amekuja na baba yako amemchinja ndama aliyenona, kwa sababu amempata tena yu mzima. Akakasirika akakataa kuingia ndani, basi babaye alitoka nje akimsii akamjibu, baba yake akasema, tazama, mimi nimetumikia miaka mingapi hii, wala sijakosa amri yako wakati wowote, lakini hujanipa mimi mwana mbuzi nifanye furaha na rafiki zangu. Lakini alipokuja huyu mwana wako aliyekula vitu vyako pamoja na makahaba, umemchinjia yeye ndama aliyenona. Akamwambia, Mwanangu, wewe u pamoja nami siku zote na vyote, vi, vyote nilivyo navyo ni vyako. Tena kufanya furaha na shangwe ilipasa, kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Neno la Bwana. Sifa kwako, Ee Kristo, Tumani letu basi. Mimi napenda kutoa tafakari fupi kadri nilivyoguswa na hii Injili ya mtakatifu Luka, inayotuelezea historia ya mwana mpotevu. Jina langu naitwa Justin Maingu, ni makamu mwenyekiti wa viwawa hapa parokiani kwetu Alberto Mkuu Kinondo. Kwanza kabisa, mimi nimeguswa na hii hadithi ya mwana mpotevu hususani huyu kijana mdogo, kijana mdogo aliyemfata babaye na kumwambia ampe sehemu yake ya mali inayomwangukia. Tunaona ni jambo ambalo si la kawaida kwa jamii zetu, kijana kumfata mzazi na kumwambia ampe sehemu yake ya mali inayo ambayo angempa kama urithi. Ni mambo ambayo si ya kawaida katika jamii zetu, na katika hizo jamii zetu, ukimfata mzazi ukamwambia hivi ana mzazi anaweza akatoa maswali mengi kichwani mwake, kwamba huyu mtoto kwa nini anafikiria hivi? Mi bado niko mzima, anahitaji kupata mali, sehemu ya urithi. Lakini tunaona tofauti katika injili ya mtakatifu Luka. Tunaona baada ya yule kijana mdogo kumfata baba yake na kumuomba sehemu yake ya urithi, baba hajamuuliza yule kijana maswali yoyote wala nini. Alichokifanya alitimiza wajibu wake. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah. Pengine labda yule baba alijua nyendo za mwanaye kwamba huyu ninampa, safari yake haitakuwa ndefu, maana kila mzazi anamjua mtoto wake. Tunaona yule mzazi anampa yule kijana pesa, anampa mahari sehemu yake aliyokuwa na idai kama urithi, na anavyompa katika maelekezo ya Biblia e, injili yetu tunaona huyo kijana anasafiri, anakwenda nchi ya mbali, na anavyokwenda kule anakwenda kutengeneza maisha ambayo ni ya anasa anatumia zile mali kwa njia ya uwasherati kwa kutumia na makahaba. Hii inamaanisha nini? Ni sawasawa unafanya biashara pasipokuwa na kalamu, utakuwa unatoa hujui unaingiza kitu gani. Sasa huyu kijana, kwa sababu alikuwa ni mtu ameshatekwa na mambo ya kidunia, mambo ya kianasa, ametumia zile pesa zile mali kwa njia ya uwasherati. Tunaambiwa hadi mwisho wa siku ameishiwa, anakwenda kushikamana na mtu ambaye ni tajiri mmoja wa shamba la nguruwe anampeleka kulisha wale nguruwe shambani. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha huyu kijana hata sehemu aliyokuwa anaishi pengine walimfukuza baada ya kushindwa kulipa kodi. Hebu tunaambiwa alikuwa ni kijana wa tajiri. Sasa kama imefikia stage ya kwenda kulisha shamba la nguruwe ni kwamba alifukuzwa, maana akabaki hana hata kitu. Anaenda kushikamana na mtu wa shamba, anampeleka kulisha wale nguruwe tunaona kijana anavyolisha wale nguruwe, hapana mtu akumpa kitu. Anakaa anatafakari, haya maisha nayoishi hapa ni ya nini? Ni watumishi wangapi wako kwa baba angu wanakula chakula kizuri na kusaza, na mimi niko hapa ninakufa kwa njaa, natamani kula maganda ya nguruwe. Kwa hiyo tunaona huyu kijana, kwangu mimi anafundishwa zuri sana, kwamba ni kijana ambaye amefanya makosa pengine misukumu ya miehemko ya kidunia lakini, pia alijazwa roho Mtakatifu, alikuwa na chembe ya roho Mtakatifu iliyokuwa inamuongoza kwamba akatambua kwamba nimekosa, naweza nikasema hivyo kwamba amejitambua kwamba nimekosa. Hakuwa yule mtu wa kubeza kwamba ah, kitu gani, kama tunavyodharau vijana wengine. Tunashindwa kuomba misamaha, tunashindwa kujishusha, tunaamua kubaki na viburi vyetu. Tunaona yule kijana, pamoja kuwa amemkosea baba yake, kaenda kumwambia ampatie sehemu yake ya mahari lakini bado ametambua kwamba, kwa nini mimi nakufa hapa na njaa, kwa baba yangu kuna mali? Nitaenda nitamwambia baba, nimekosa mbele ya mbingu, juu ya mbingu na mbele zako, sistahili kuitwa mwana wako, lakini nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Na anavyowaza yale mawazo, tunaona anaondoka. Tumsifu Yesu Kristo. Hii natufundisha kitu gani? Tupo kipindi cha Kwaresima, ni kipindi ambacho ni cha toba ni kipindi cha kusafisha mioyo yetu, ni kipindi cha kusafisha familia zetu ziwe na mahusiano mazuri na familia zingine, ni kipindi cha kuachilia. Tunajifunza kupitia huyu kijana aliyemkosea babake, akaenda akaomba sehemu ya urithi, ingawa babake bado ni mzima, haumwi wala ajafa. Akatambua makosa yake, tunaona anakwenda kutubu na anavyomwelezea babake kutubu kwake, tunaona baba tofauti na aliyokuwa anafikiria yule kijana. Baba anamkumbatia, anambusu, anawaambia watumwa, leteni viatu mumvike miguuni, leteni pete mumvike kidoleni, chinjeni mwanandama aliyenona tule na kufurahi. Hii ni funzo sana kwamba tunapokuwa katika mihangaiko ya dunia, tunakosana na wenzetu tunawekeana visasi ambavyo Mwenyezi Mungu havipendi, tunakwenda kuwapiza, tunanuniana, tusalimiani. Kupitia huyu kijana na huyu baba tunafundishwa sana neno msamaha. Kwa hiyo kipindi hiki ni cha toba, ndugu zangu, vijana wenzangu, walezi wetu, ni kipindi cha toba, ni kipindi cha Kwaresima, kipindi ambacho Bwana Yesu Kristu anapata mateso kwa ajili ya kutukomboa sisi kwa dhambi zetu, anasulubiwa, anakwenda kupata ma mateso makali kwa ajili ya dhambi zangu na zako. Kwa hiyo ni kipindi ambacho cha kujitakasa cha kuonesha kweli. Bwana Yesu Kristo amekufa msalabani, ametuachia alama gani? Ni alama ya upendo. Kwa hiyo kama tunavyosisitizwa katika masomo matakatifu, tupendane. Tumemkosea mwenzetu, tuombane msamaha, twende kwenye sakramenti ya kitubio. Kama kijana alivyoenda kwa babaye kuomba msamaha, sisi pia tunakaribishwa katika sakramenti ya kitubio na kujisafisha hapa tutakuwa tumeendana tume vyema na mafundisho ya bwana wetu Yesu Kristo kama jinsi anavyotuelekeza. Kwa hiyo mimi nasema asante kwa hili neno, neno ambalo natufundisha sisi vijana, na hasa lengo kuu ni kuomba msamaha. Msamaha una maana kubwa katika jamii yetu inayotuzunguka. Tumsifu Yesu Kristo. Milele, amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Basi na mimi sitakuwa mbali sana na wachangiaji wenzangu ambao wameweza kutoa neno hili, tafakari ya neno hili la injili ya Luka. Mimi nilichoweza kujifunza katika injili hii, tunaweza tukaona mwanzo, wakati tulipoanza kupata hili neno, tumeona wadhambi na watoza ushuru walikuwa wakimwendea Yesu lakini kuna kundi la pili linatajwa hapa, waandishi na mafarisayo na aliyetoka ku, kuongea amesema Yesu, eh, kuna Yesu alitoa mfano huu wa mtoto au mwana mpotevu baada ya kuulizwa maswali au baada ya kuona manung'uniko ya wale waandishi na mafarisayo kwamba huyu anakula na wenye dhambi, tazama anavyomiminika kwake. Hii tunaweza tukailinganisha, Yesu alitoa mfano wa huyu aliyekuwa amejihesabia mema, mtoto aliyekuwa mtiifu kwa wazazi. Aliwatolea mfano huu makusudi ambao mi naweza nikaulinganisha na hawa mafarisayo na waandishi. Mara nyingi katika Biblia tunaona mafarisayo, waandishi walijihesabia haki, walikuwa ni wajuzi wa sheria, walikuwa ni wajuzi wa mambo mengi ya kiimani na sheria zile zilizokuwa zikiongoza jamii. Kwa hiyo mara nyingi waliona Yesu kama anapotosha ana, au Yesu anapokula na adhambi, wali mara nyingi walinyoosha kidole wanyooshea wale ambao wa, wa, wana, wanatafuta neema kutoka kwa Yesu au wanatafuta uponyaji au wanatafuta eh, ile, ile, ile hali ya kimungu ambayo Yesu alishawapa mafundisho. Tumsifu kwa majina naitwa Jovita Petro, ni mlezi wa vijana parokiani kwetu hapa Beto Mkuu Kinondo, na mimi nataka nichangie kwenye injili iliyosomwa. Sitakuwa mbali sana na wachangiaji waliotangulia. Kwanza nitaanza kwa kumwangalia huyu mwana mpotevu. Mwana mpotevu anaenda kwa ujasiri nilikuwa najaribu kutafakari mimi kama mzazi kwamba mtoto anapata ujasiri wa kuja, baba mama, ninaomba kilicho cha kwangu mimi niende nikaanzishe maisha yangu. Kwa wazazi, kilikuwa sio kitu chepesi, lakini wazazi waliamua kumpa kile alichokiomba ili akaanzishe maisha yake aliyoyataka yeye lakini mwisho wa siku tunaona huyu kijana ameenda kule amekutana na mahangaiko mengi. Anaamua yeye mwenyewe kwamba, kwa nini naumia kiasi hiki? Ni kitu gani ninajifunza pale? Anaamua kuangukia moyo wake, anaona arudi kwa wazazi wake. Hii ni sehemu ya toba, nitaenda kwa wazazi wangu, nitamwambia baba, nimekosa mbele ya mbingu na kwako wewe Anaenda kwa ujasiri mkubwa kabisa mbele ya baba yake na anaeleza hivyo. Kama wangekuwa ni wazazi wa leo, nafikiri mzazi angeweza kumwambia sitaki hata kukuona, kwa sababu nilishakupa cha kwako. Kwa nini umerudi kwangu? Lakini tunamwona yule mzazi alikuwa ni mzazi wa tofauti kabisa. Alimpokea yule kijana kwa furaha kubwa na anatamka maneno anasema, mwanangu ulikuwa umekufa umefufuka, na ulikuwa umepotea umepatikana. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kwanza kilichonigusa, kwamba kama wazazi tunatakiwa kutoa msamaha kwa watoto wetu. Lakini pia nimejifunza pale, tunapomkosea Mungu, yuko tayari kutusamehe bila kujali tumemkosea kwa kiasi gani. Lakini kitu kingine ambacho najifunza ninaona kuna huyu ndugu yake na huyu kijana, yeye anajihesabia mema. Yaani anaona yeye yuko nyumbani kwa babake, kila siku anafanya kazi zote za nyumbani kwao, hakuwahi kufanyiwa hayo aliyofanyiwa ndugu yake. Kwa hiyo anajihesabia mema, anamwambia babake, na maana kulikuwa na wivu pale. Kwa nini mimi ndugu yangu hakuwa hapa, anafanyiwa mambo makubwa kiasi hiki? Hilo nalo ni fundisho ambalo mimi najifunza kwamba wenda tuko Wakristo au tuko Wakatoliki au tuko wanajumuiya ambao pengine tumekuwa tukifaa tukihudhuria ai za ibada tukichangia vitu mbalimbali, wenzetu labda wako pembeni hawahudhuria au kufanya yale ambayo tunayafanya sisi. Wanapoamua kurudi, tunakuwa wa kwanza kuhukumu, huyu naye karudi Mbona alikuwa hivi? Mbona alikuwa hivi? Lakini Mungu anatufundisha kwamba bila kujari wewe uko maeneo gani, bila kujari umetoka eneo gani, bila kujari, anachoangaria ni toba. Ametoa msamaha wa kweli, kijana amesamehewa. Na sisi tunajua Mungu naye anatoa msamaha wa kweli, bila kujari wewe ulikuwa ni mzambi kiasi gani. Kwa hiyo, hiki ndicho kitu ambacho nimejifunza, kwamba kuna tunaojihesabia mema bila kujua kwamba sisi pia ni watenda dhambi na tunawahukumu wenzetu. Ndicho alichokifanya yule mtoto aliyekuwa ni, ni mwema, make yeye alijiita ni mtoto mwema kwa wazazi wake. Kwa hiyo mimi namalizia kwa kuwaomba Wakristo wenzangu kwamba tusihukumu na tuwe tayari pia kutoa msamaha na pia tukiwa kama wazazi tuwe tayari kuwasikiliza watoto. Tumsifuni Yesu Kristo. Yeah. Mapendo daima, daima sana mapendo. Basi, kwa majina ninaitwa Brown Mahenge, ni katibu, katibu wa vijana parokia ya Don Bosco hapa Kinondo. Kwenye somo la leo hasa kwa kipindi hichi cha Kwaresima limenigusa katika namna mbalimbali mbali. Kwanza ni katika mabadiliko. Tukirejea kwenye somo habari ya mwana mpotevu, kwanza tunaona mwana mpotevu baada ya kuona anabanwa sana, baada ya kuona hana uhuru, baada ya kuona mambo ya dunia ya, ana abanwa sana ni malezi nini, akaona bora akawe na uhuru akafanya mambo yake mapendo sana. Lakini baadaye aliamua kujiamulia uhuru wake na kuomba uhuru kwa baba yake ili aende kufanya nini, kwenda kuwa na uhuru wafanya mambo yao. Hiyo nataka kulileti na maisha yetu ya kawaida sisi wote ni, ni wana wapotevu, hasa somo hili melenga kwa kipindi hiki cha Kwaresima kwa sababu ndicho kipindi ambacho tunaalikwa kutafakari maisha yetu toka tulipokuwa kwenye Kwaresima ya mwisho mpaka sasa. Je, tumekuwa tumekuwa jirani tumefanya ya Mungu mengi yapi na ya dunia yapi? Kwa maana hiyo, kwa maana hiyo, kwa kipindi hicho Kwaresima, kupitia somo letu tunaalikwa basi, tunaambiwa mwana mpotevu baada ya kukengeuka kwenda huko akapata maangaiko mengi lakini akasema, kwa nini naangaika? Kwa nini mabaya yote yananikuta? Ni kwa sababu niliasi. Kwa nini nimepotwa na mambo yote? Ni kwa sababu nimetoka nje ya utaratibu wa baba yangu. Basi na sisi tutafakari, je, sisi sio wana wapotevu? Je, sisi katika maisha yetu ya kila siku tumemkosea Mungu mara ngapi? Je, katika maisha yetu toka Kwaresima iliyopita mpaka hii maisha yetu tume-tume- tumekuwa tume kiasi gani na uhusiano mzuri na Mungu? Basi tunaalikwa kutafakari, mwana mpotevu alikaa chini akatafakari, mpaka sasa mateso haya anayapata kwa sababu gani, akaadhimia. Basi na sisi kwa kipengele hicho, kama waumini wa Kinondo na vijana wenzangu kwa ujumla, tunaalikwa kutafakari maisha yetu kwa kipindi cha Kwaresima, tukaona tumemkosea Mungu kwa jinsi gani, tukaone tumekosea wapi. Basi tunaalikwa katika kipindi cha Kwaresima kutafakari, kumrudia Mungu wetu. Mwana mpotevu alitafakari, akaona njia sahihi ni kuomba msamaha. Basi na sisi tumrudie Mungu wetu kwa kutafakari maisha yetu tulioishi toka huko nyuma tumemkosea Mungu sana, tumemkosea sana. Basi tufanye mabadiliko ya ukweli kutoka moyoni mwetu, tumrudie Mungu tuseme tumekosa, tuombe msamaha, tumekosa tuombe, tumrudie Mungu atusamee makosa yetu. Basi tuje kwenye mabadiliko, na Mungu anatuonesha kwamba Mungu ana huruma, Mungu ni mwingi wa huruma. Kama tuko tayari kuomba msamaha na kubadilika, iko tayari kutusamee na kutuingiza kwenye mfumo wake ambao ni kweli milele, kama alivyotuagiza. Basi, mwana mpotevu alifikiri akarudi. Kadiri ya maandiko tunaambiwa kwamba baba, baba yake alimpokea, alimpokea kwa shangwe, kwa sherehe kubwa, kwa karamu kubwa, karibu mwanangu ni mpotevu. Tunarudishwa kwamba hata tumekosa vipi, tumemkosea Mungu kwa namna gani, tunaalikwa kutafakari Kuomba msamaha kumrudia Mungu. Mungu wetu yuko tayari kutusamehe. Mungu wetu yuko tayari kurudisha kwenye grupu. Cha msingi ni kuwa tayari kutafakari maisha yetu na kuyakataa yale ambayo tumeyatenda ambayo sio kumpendeza Mungu, tukabadilika katupokea. Basi, tunaahidiwa mambo mengi. Tunaona mwana mpotevu alivorudi, alivishwa vazi la kifalme, kama moja familia, akachinjiwa mbuzi, akafanywa karamu kubwa mpaka kaka yake akashangaa. Ya basi, tunaalikwa kwa pamoja tubadilike, turudi kwa baba, tutafakari maisha yetu kwa kipindi cha Kwaresima. Basi tuadhimie kuyaacha maovu, tuadhimie kuishi maisha matakatifu, ili basi yampendeze kila mtu na Mungu moja kwa moja. Lakini pia tunakumbushwa kwenye, kwenye familia zetu tusijekuwa vikwazo pale tunapoona wenzetu wanabadilika, tunatamani wawe kwenye njia ile mbaya, kwa sababu tu akibadilika basi mimi nitakuwa nitakosa nafasi nitakosa hii. Basi na sisi tujifunze kuwa na moyo wa kupokea. Naomba sisi tuliokuwa Mungu, sisi tu ambao tu kidogo Mungu ametusaidia kupata neema ya kumpendeza, tuwe sehemu ya kuwapokea wenzetu na kuwasaidia wenzetu ambao wako wamekengeuka, bado hawajapata njia nzuri ya kuishi. Basi sisi tuwe mfano, tusiwe sehemu ya kuwakwaza wale waendelee kuwa, kuwa, wa kuwa mbali zaidi, wawe jirani zetu. tumsifu Yesu Kristo, yeah. Naona mimi niishie hapa tafakari yangu, uh, jinsi ambavyo Roho wamemwezesha kila mmoja wetu katika tafakari ya mchana wa leo na jinsi ambavyo ameweza kumtumia kila mmoja katika tafakari hii ni mafunzo kupitia kila mmoja kwa jamii iliyoko hapa na kwa jamii kubwa kwa ujumla, kwamba Mungu wetu yupo nasi na yeye hachagui; wote ni wa kwake, walio wema sana na wasio wema sana, wote wana nafasi kwa Mungu. Tafakari tulioitoa ndio inaleta hilo hitimisho kwamba sisi wote ni wa kwake na tuna nafasi bado ndani yetu ya kuwa wake zaidi. Kwa hiyo tutumia fursa hii, huyu baba msamehevu anatupenda sana ili nasi ambao tumechagua kuwa katika kundi lake tukafurahia wema, furaha na upendo wake, karamu aliyeiandaa kwa kila mmoja wetu. Basi kipindi hii cha Kwaresima kiendelee kuwa ni kipindi cha baraka na neema, ili kila mmoja wetu aweze kujiangalia katika nafsi yake na akakaribisha Roho wa Bwana akampa amani na furaha ndani yake bila kuwaangalia wengine ambao wanahangaika zaidi, bali tuwainue tuwalete pamoja, tuweze kusonga kama watoto wa Mungu wenye furaha. Basi baada ya hayo yote, ningependa kumshukuru Mungu kwa ni ote, kwa niaba yenu wote kwa ajili ya familia zenu, mipango yenu na wote ambao wanawategemea ninyi kwa, kwa sala, uzidi kuwaombea ili Mungu awe baraka kwao kupitia sisi. Na sasa hivi tunakimbilia ulinzi wa Mama Bikira Maria ambaye alikuwa daima na mwanaye tangu mwanzo mpaka mwisho wa safari ya ukombozi. Yeye mama awe mwombezi wetu daima tunaokimbilia ulinzi wako mzazi mtakatifu wa Mungu, usinyime tukiomba katika shida zetu, utuopoe siku zote kwa kila tujiako hatarini, ili kidoo Mungu Mwenyezi atubariki, atukinge na maovu yote, atufikishe kwenye uzima wa milele. Nendeni na amani.